Shukuru sana kwa siku ya leo, usafiri ulikuwa mzuri sana kwa wakati na tunaenda kwa wakati vizuri sana, na basi hapo, magari yanaingia kwa wakati. Nashukuru kwa hilo yeah. Yeah. Yeah. Tubaki na mabasi 30 ni kweli kwamba hayatoshi, lakini serikali yenu baada ya kuruhusu makampuni haya binafsi na kampuni moja kuleta mabasi 150 umeona tuchukue mabasi sitini yaingie kwenye barabara hii na yameanza leo. Na kwa kuanza leo, ilikuwa lazima tukamilishe mifumo ya gesi, kwa sababu mabasi haya yote yanatumia gesi na mabasi yanayokuja yote yatakuwa yanatumia gesi au umeme. Malengo yetu ni kuondoa kadhia hii ya barabara hii ya Kivukoni kwenda Kimara. Sasa hivi tutakuwa na jumla mabasi tisini. Haya sitini mapya na yale thelathini ya bluu yatafanya mabasi tisini. Tunaamini eh, ugumu huu utapungua kwa kiasi kikubwa, lakini makampuni mengine manne yaliyobaki yote analeta mabasi. Kwa hiyo kuanzia sasa tuta tutaanza kupata mabasi mbalimbali eh, ya makampuni hayo mbalimbali ili idadi ya mabasi iweze kuongezeka. Ndugu wananchi, tumekuja kuona hali hii na kuwapa faraja kwamba kero hii tunaipunguza kwa kiasi kikubwa, na naomba mtuamini Serikali kwamba tunafanya kazi hii ili kuondoa tatizo la usafiri hapa jijini. Kuingia kwa mabasi mia moja hamsini na kuyaingiza kwenye njia hii, mabasi sitini pamoja zamandi, na la ya zamani thelathini na kufanya tisini yatapunguza msongamano. Ni wasihi tu watu wote waingie kama ambavyo vituo hivi vimeratibiwa. Ingia kwenye geti, lipia, kaa huko, basi litakukuta, unaingia kwa utaratibu. Haya yaliyojitokeza haya tuamini kuwa sasa yamekwisha, na kuanzia leo kama tulivyoanza vizuri kuanzia asubuhi isimamiwe. Wewe Mheshimiwa Mkuu wa mkoa, kwa sababu usafiri huu ni wa jijini Dar es Salaam, wakuu wako wa wilaya wanaoguswa na barabara hizi wasimamie vizuri pamoja na taasisi yenyewe ya Dart isimamie vizuri, ili tupunguze kero kwa wananchi. Jitihada hizi za serikali ni kwa ajili ya kuwafanya waweze kusafiri, wafike mahali pao kwa urahisi zaidi. Tunahitaji sasa Tanzania tuwe na usafiri kama ambavyo tumejifunza maeneo mengine. Tujue basi limeandikwa namba moja linaondoka Kivukoni saa ngapi, linafika posta ya zamani saa ngapi, linafika posta ya zamani pale kona Avalon saa ngapi. Kwa udarat na dati ambao walikuwa wanasimamia haya. Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko ya watendaji wakuu ili waweze kusimamia mradi huu. Amefanya mabadiliko dati, amefanya mabadiliko udarat kwayo tunaamini viongozi wanaokuja watasimamia vilivyo ikiwemo na njia ya utozaji nauli. Sasa itakuwa ni kwa kielektroniki badala ya fedha cash. Hii inapunguza mianya ya ua alio na nia mbaya au watendaji wetu wasiokuwa waaminifu kupokea fedha kwa njia ya mkono. Tulishakuja mwaka 2022 tukaagiza kawa kutokuwa na kutekeleza kwa haraka baada haya, moja, binafusi, ya mabadiliko haya tunaamini anaingia atasimamia hilo moja, hizi sekta binafsi zisipate hasara. Lakini mbili, sio lazima abiria wao wanatembea na keshi fedha keshi, wanatumia kadi zao, na tumeshaagiza kadi zipatikane kwa wingi, kadi zizuuzwe kwa watu wananchi, tena kwa bei ya kawaida, ili aweze kuweka fedha kufanyia shughuli zake. Lakini tulishaagiza kadi hizi zisiwe za mabasi peke yake, zitumike kwenye mabasi, zitumike uwanja wa mpira, zitumike Azam ambao pia wameshaanza kutambulisha usafiri wa ulipiaji huo, zitumike SGR, zitumike pale kituo cha mabasi cha Magufuli, zitumike pia hata kwenye maduka makubwa. Uwe mtu na kadi moja, lakini anaweza kujaza fedha, anafanya manunuzi kokote. Mheshimiwa Waziri wa sayansi na teknolojia ili kamilike kwa haraka, na hizi kadi ambazo zinatoka zote ziwe zimeingia kwenye mfumo, zizungumze pia na taasisi nyingine. Nataka tupate kadi moja.